Onyo dhidi ya mwaliko wa watu wenye dhambi. Sikiliza, mwanangu, kwa maagizo ya baba yako na usiache mafundisho ya mama yako. Wao ni taji ya maua ya kupamba kichwa chako na mnyororo wa kupamba shingo yako. Mwanangu, ikiwa watu wenye dhambi wanakushawishi, usikubali kwao. Wakisema: njoo pamoja nasi; wacha tulale chini ya damu isiyo na hatia, wacha tuvizie roho isiyo na madhara; wacha tuwameze wakiwa hai, kama kaburi, na wazima, kama wale wanaoshuka shimoni; tutapata kila aina ya vitu vya thamani na kujaza nyumba zetu na nyara; piga kura nasi; sote tutashiriki uporaji. E, mwanangu, usiende pamoja nao, usiweke mguu kwenye njia zao; kwa maana miguu yao hukimbilia katika uovu, wao ni wepesi kumwaga damu. Haina maana gani kueneza wavu ambapo kila ndege anaweza kuiona! Wanaume hawa wanangojea damu yao wenyewe, wanajivizia wenyewe tu! Hizo ndizo njia za wote wanaofuata faida iliyopatikana vibaya, inachukua maisha ya wale wanaoipata.